Watanganyika kujeni kujeni kujeni, Chalamila njo njo, njo, njo. We Chalamila njoo! Jamani, mnajua vile ambaye amepigwa risasi ya mguu ukakatwa, aliyejitokeza ile bajaji awajalipa waendesha bodaboda wajamchangia? Hapana, we we we we, mtanimaliza jamani. We jamani, ile bodaboda kanunuliwa na Chalamila, si mnanielewa ile bodaboda boda kanunuliwa na mkuu wa mkoa Chalamila na pesa imetoka kama kawaida jamani, kwa Abduli eee, wala mnanipata. Na kapewa milioni kumi jamani, kapewa milioni kumi, kapewa milioni kumi ili ya kumpoza kwamba bwana, samahani hayo mambo alitokea kwa bahati mbaya, mguu umeshakatwa Ukilema kama ni kuwa nao mnao, tufanye nini? Hiyo haitarudi nyuma. Sasa basi wamemkabidhi ule mguu bandia, amepatiwa na milioni kumi na bajaji, lakini zote hazijatoka kwa hao waliosema bodaboda. Hapana, kapewa na Chalamila, la serikali. Niwaambie, wanataka kuzima kila kitu, na ameambiwa asikubali kuongea na mtu yoyote wa kwenda kumhoji au akitaka kuitwa na mtu yoyote taonekana kama ushahidi au asije katumika katika usha... sorry ushahidi wa ICC. Kwa hiyo tulia, atakaye kuita kukuhoji kata, atakayefanya bizi. Sisi tumejitahidi kama serikali bwana, tumekupa hii milioni kumi na bajaji na mguu wako huo wa bandia mguu wako ambao si wa bandia ule wa kwako tuliuchukua Samia ili utafuna tafuna. Alafu amekuja wale vilanza. Unajua sisi waendesha bajaji tumechanga, wamefanya vile ili wananchi tusijue kinachoendelea, lakini kama nilivyowaambia, shina hili hapa, kitafanyika kitu kwenye giza kitafanyika kitu kwenye nini? Kwani lile bajaji kapewa lini, ndugu zanguni? Sio jana leo nimwaletea ifo yote kama ilivyo. Mimi nikiwaambia, satellite zangu ziko kila kona nchi, pembe zote za mbambambambamba mba, mba, mwamini, mnanielewa ndugu zanguni, waambieni na wenzenu, yule kapewa milioni kumi na bajaji na mguu wa bandia na siongee popote akitsemate asikubali na sitoe ushirikiano wa design yoyote, si mnaelewa eh? Sasa niambie Chalamila ndugu yangu mwenye kichwa kimekaa kirefu kama kichwa cha samaki, tulia tulia tulia kama unavyo... kwa majina anaitwa Saidi Kagomba Chenja, ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya bodaboda na bajaji ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na taifa. Leo tuko hapa siku ya Ijumaa kuweza kumkabidhi huyu kijana wetu bwana Joji kutokana <clears throat> na maafa yale aliyopata ya kuweza kupata jeraha ya kiungo chake cha mguu. Kwa usisi kama shirikisho la waendesha bodaboda ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, kwanza nitoe shukrani kwa madereva wote ambayo wameweza kuchangia, mwenye shilingi mia tano yake mwenye shilingi elfu moja yake shilingi elfu mbili yake mpaka tukaweza kufanikisha kuweza kuipata hii bajaji. Leo tunamkabidhi bajaji, lakini bado tuta, tutamkabidhi na mguu. Tutamkabidhi na mguu kwa kupitia vile vile shirikisho na mdau ambaye walioweza kuchanga na kuweza kumkabidhi leo hii, kwa majina anaitwa George Koloneli Chipeta kazi wa Majoe. Nashukuru ndugu zangu, chama cha vyombo vya moto bodaboda na bajaji, mwenyekiti na kamati yake, kwa kunisaidia kwa hichi. Inawezekana nilikuwa sina matumaini, lakini kwa angalau kwa, kwa umoja wenu na upendo wenu nakuwa na, na matumaini kwa, kwa moyo wenu na kwa vitu ambavyo mmenifanyia vya kunifanya nami nionekane nina thamani iwezekana katika jamii na katika taifa. Kwa mtu yoyote ambaye ameguswa na hili swala anaweza akanisapoti kwa namba 0765083808. Majina ni George Korneli Chipeta. Naitwa Margaret Vitus Chuma. Nashukuru kwa upendo wenu mlioonyesha kwa mtoto wangu. Naona na yeye sasa hivi atajisikia faraja, maana muda mwingi huwa anakaa anajikuta kama yani, anakosa amani kabisa, hata kula yake ya shida. Muda mwingi anabaki na mawazo, muda mwingi anakaa ndani peke yake. Kwa hili mlilolionyesha, naona mwanangu atakuwa na amani, amani. Kwa majina naitwa Agustino Elias Nyambuya, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mtaa wa Lada. Kata ya majoe e, nashukuru sana kwa ujio wenu wana shirikisho la bodaboda mkoa wa Dar es Salaam. E, kwanza nianze kwa kutoa shukurani kwa nyinyi, mmefanya jambo kubwa sana ambalo hata mimi sikutegemea kama kuna kitu kitafanyika kama hiki. Hiyo niwashukuru sana na niwapongeze sana kiukweli, yani nashindwa hata kuelezea kwa furaha nilonayo mlomfanyia mwananchi wangu ambaye alipata tatizo hili kwenye haya machafuko yaliyopita ya tarehe ya 29 na thelathini.